Michezo mbalimbali imeendelea mbali kufanyika katika viwanja tofauti mkoani Singida ni kuelekea sikukuu ya wafanyakazi inayotarajiwa kufanyika kitaifa mkoani Singida. Wananchi na viongozi mbalimbali wa chama na serikali mkoani Singida wameendelea kutoa kongole kwa mkuu wa mkoa wa Singida Bi Halima Dendego kwa kuweka mazingira rafiki kwa wageni ikiwa ni pamoja na kuimarika kwa usalama na huduma za afya na kusababisha watumishi waliopo mkoani Singida kufanya michezo yao kwa amani na utulivu. Naitwa Alex Temba, katibu mkuu kamati ya michezo ya Mei Mosi Taifa. Tunaendelea kumshukuru rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Daktari Samia Suluhu Hassan kwa kutupa fursa hii na kupitia Mheshimiwa Raisi, kwa Mheshimiwa mkuu wa mkoa wetu, Mheshimiwa Halima Dendego kwa kutupa ushirikiano mzuri kama mkoa. Kwa kweli tunaendelea kushukuru, huduma za afya usalama mpaka sasa hivi, kwa kweli watumishi wako wakifanya michezo kwa amani, usalama uko kwa hali ya juu. Kwa majina, anaitwa Titike Maganga Sengerema, ni mchezaji wa Maliasili Sports Club ambaye ni pia ni mwanamke ambaye niko kwenye timu ya wavuta kamba wanawake. Kwa kweli, mchezo ulikuwa ni mgumu dhidi ya wapinzani wetu TAMISEMI lakini tulijipanga kisawasawa kwa sababu tulikuwa tunajua kabisa kwamba timu tunayoenda kukutana nayo ni ngumu, alafu wao ni wazoefu wa miaka mingi wachezaji wetu wengine, sisi ni wageni, lakini pia kwa jitihada za kocha wetu Gabriel ameweza kututrain vizuri na kutupa mbinu zake za kivita ambazo ndo zimetumeza kuzitumia pale na kushinda katika mvuto wa tatu. Mimi kwa jina naitwa Uswege Rufingo, ni katibu wa Hazina Sports lakini pia ni mchezaji wa Kamba tumevuta kamba hapo kwa sababu lakini pia wenzetu hawakuweza kutokea. Hatujui changamoto yao ni nini, lakini e, sisi tumeleta timu, tumepata ushindi mivuto yote miwili kutokana na wenzetu hawajahudhuria, hawaja hawajaleta timu uwanjani. Sasa sijui huenda kama wameogopa vidali hivi, lakini e, mimi naamini sisi tupo kiushindani na tumekuja kupambana kwa ajili ya kuiwakilisha wizara fedha na kumwakilisha Ee, mlipaji mkuu wa serikali ambaye ni PST. Nao baadhi ya wajumbe wa kamati ya mashindano ya Mei Mosi kitaifa wakieleza hatua ya mashindano hayo ilipofikia. Naitwa Apollo Kayungi, ni mjumbe wa kamati ndogo ya mashindano ya Mei Mosi taifa 2025 ambayo yanafanyika katika mkoa wa Singida, lakini pamoja na kwamba ni mjumbe wa kamati ndogo, mimi ni mwenyekiti wa kamati ya ufundi wa mashindano haya chini ya kamati kuu ya mashindano. Jumla ya sh... timu zilizowasili kituoni kwa mchezo wa kamba wanaume ni timu ishirini na nne. Mchezo wa kamba wanawake ni timu kumi na tisa. Mchezo wa mpira wa miguu timu ishirini na nne. Mchezo wa netiboli timu ishirini na nne. Makundi yetu tumeagawa, kila mchezo ni kundi A mpaka D. Kila kundi limejumuisha timu sita hatua tuliyofikia mpaka sasa hivi ni hatua ya makundi. Mpaka kesho kutwa tunaenda kwenye ufunguzi, tutakuwa na michezo ya kumalizia makundi. Ni ipi kauli pendwa wanayoisubiri kutoka kwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dakta Samia Suluhu Hassan katika kilele cha maadhimisho ya sikukuu ya wafanyakazi Mei Mosi? Amgui ni mwenyekiti wa, wa mbusi, mbusi tani, Sports Club. A... A, sisi kama watumishi wa umma <laughs> huwa tunafurahi tukisikia mheshimiwa, kwamba mwezi huu mwaka huu mshahara nitaongeza kidogo. Msingi like nipende kumpongeza mama kwa jitihada zake zote anazozifanya kama rais wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Naamini ni pia yeye pia amewezesha sisi watumishi wa serikali kuwepo hapa kwa ajili ya kujiandaa na, na Mei Mosi. Lakini pia kauli yetu pendwa watumishi ni ile ile kwamba mshahara uongezeke. Wakati wananchi na wadau mbalimbali mkoani Singida wakisema ni neema kwa kuwashukuru viongozi wa chama na serikali kwa kuendelea kutoa fursa ndani ya mkoa wa Singida. Naye mwenyekiti wa chama cha mpira wa miguu mkoa wa Singida bwana Hamisi Kitila ameishukuru serikali na chama kwa kuendelea kuleta sherehe za sikukuu ya wafanyakazi almaarufu Maimosi mkoa ni Singida kwa kuendelea kutoa fursa kwa wananchi na wanamichezo mbalimbali mbali. Kwanza serikali kwanza, kwanza ni, ni shukuru serikali, ni shukuru serikali kwa kuamua kuleta sherehe za Mei Mosi Singida. Sherehe hizi zimekuja na fursa kubwa, kubwa kubwa sana. Uwanja wetu wa Bombadia, ume, ume, umepata marekebisho makubwa kiasi kwamba sisi tutaenda kuutumia kwa mashindano yetu mbalimbali. Viwanja mbalimbali vimeweza kuguswa kwa maana ya matengenezo ili kuweza kuhosti hii tournament ya Mei Mosi. kwa hiyo maandalizi haya hayakuja haya tu hivi hivi Ulikuwa ni mpango mkakati wa chama, lakini ni mpango mkakati wa serikali na mpango mkakati wa kamati inayoendesha mashindano haya. Mwisho wa siku tulikuwa tunatarajia kuwa na tournament ya Mei Mosi bora kuliko, kuliko nyakati zote kwao. So, sisi Singida tunapopata event tunafanya ni 100% ya ndio. Yeah, kawaida yetu hiyo. Jina langu ni Abdul Bandola kutoka viwanjani kwenye michezo mbalimbali inayoendelea kwenye mashindano kuelekea sikukuu ya wafanyakazi Mei Mosi.